Lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aniambia mifupa hii, maneno haya, maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu nani mtaishi, nami nitatia mishipa juu yenu nami nitaleta nyama iwe juu yenu na, na, na kuwafunika ngozi na, kuwafuni na, kuwafuni na kutia pumzi ndani yenu na na na na nani, nani, nani mtaishi nani mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Ni, unaona huyu jamaa ameambiwa kwa kuambiwa kwa jinsi ya Roho. Sasa baada ya kuambiwa anatoka anaenda kwenye vitendo. Jana alikuwa naambiwa kama kama ambavyo kama unaambiwa kwenye ndoto, anaambiwa hivyo ukiamka fanya moja mbili tatu. Sasa baada ya kuamka anaenda kwenye nini? Kwenye vitendo. Akaniambia nami nikafanya, basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa, hata nilipokuwa nikitoa unabii palikuwa unabii na mshindo mkuu, natazama tetemeko la nchi na ile mifupa ikasogelea mfupa, mfupa kwa mfupa mwenzie. Nikatazama kumbe, nikatazama kumbe. Na kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi zikafunika juu yake, lakini lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo kaniambia Tabiri utabiria upepo mwanadamu, kauambia upepo, Bwana Mungu asema hivi njoo kutoka pande za pepo nne, nne. E pumzi e e ukapulizia hawa waliouawa wapate kuishi wapate basi, nikatabiri kama alivyo, ni basi kama alivyo, ni basi kama alivyo ni pumzi kawaingia, pumzi kawaingia wakaishi wakasimama kwa miguu yao. Wakasimama kwa miguu yao likawa jeshi kubwa mno. Amina, haleluya! Umeona hayo mambo ya kiroho yalivyo, Bwana Yesu asifiwe. Yaani unasikia kwa jinsi ya Roho alafu unaenda kwenye utekelezaji, unaona mambo yanasimama. Hawezi kukuangusha aliyekwambia, aliyekwambia hawezi kukuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Niliwahi kuwashuhudia, nilienda Mwankoko Singida. Mwankoko kuna shepa aitwa Mwankoko, ukienda Mwankoko kaulize zile habari, watakwambia. Tunashuhudia injili ya nyumba kwa nyumba, tukakuta nyumba moja, kuna bibi, kuna msiba, binti kafariki, watu wanalia. Tumeingia pale, nasikia ndani yangu niende nikamuite yule aliyekufa ataamka. Yani nasikia hivyo, ataamka tukaomba nafasi, tukajitambulisha, sisi ni watumishi wa Mungu, tunaomba kuingia kuomba na maiti. Tukaomba hiyo nafasi. Tulipoingia tukasema, i tuataka tumwamshe huyu aliyekufa au mzima. Wakasema sipotokea, nikamwambia i, nasikia yani, kile anachokisikia ndicho nachokiwakilisha kwao. Nikamwambia asipoamka, mtupige na mawe, hata tu dakika tano dakika tano Vijana wakajipanga mlangoni tunajuwaga wale wanaosubiri kuona ku, ku, tunaaibika. Tunajuaga wamejaa wanasubiri waone tukiaibika. Binti wa darasa kama Rasita yuko ndani, talala amekufa. Tumeingia, nikaanza kuita ita, wewe binti, popote ulipo njoo. Natumia neno lile lile la Yesu ambay yako Lazaro, ambia Lazaro njoo mahali tuliko sisi. Sasa ninamuita jamaa zangu, kumbe imani zao tete, nao wanaangalia tu dakika, dakika dakika ya kwanza dakika, dakika ya pili ya tatu, moja kachomoka Mokko, ya nne nageuka, mwingine hayupo, ita joo wa jina la Yesu I aise, ya tano inakaribia kwenda ya sita, yule binti akatokea nje nyumba ya jirani nakuja nakimbia, akiwa uchi wa mnyama, anakimbia, anasema nilikuwa kwa bibi fulani, alinipa kazi ya kusikina karanga wakati nyinyi mnalia hapa, yuko kule na singina kalanga. Wanasubiri usiku, mkishamzika waje wachukue nguo zake wampatie avari. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo tukio lika ametokea, na haya yamekuja kutokea baada ya mimi kukiwakilisha kila ambacho nilikuwa nakisikia ndani yangu, yaani Mungu akikusemesha kitu, akikusemesha kile kitu, akasema fanya hivi. Usipofanya ni wewe mwenyewe, lakini ukifanya, anasimama anatetea neno lake, maana ni yeye ndiye aliyekutuma ufanye. Anasimama, hawezi kukutelekeza, hawezi kukusaliti, hawezi kuruhusu neno lake liende bure. Haleluya! Neno lake waliendi <toguwa> bule. Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu fungua kitabu cha Isaya. Isaya. Kitabu cha nabii Isaya. Neno la Mungu huwa haliendi bule. Kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya. Cha nabii Isaya. Isaya. Isaya. Neno la Mungu waliendi kule. Isaya hamsini na tano. Isaya hamsini na tano. Isaya hamsini na tano. Isaya hamsini na tano. Mstari <laughs> kuanzia wa tisa, mm. "Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua ishukavyo na theruji kutoka mbinguni, wala hairudi huko Bali unyweshe ardhi na kuizalisha na, na kuichipuza ikampatia mtu apandaye mbegu. Ika mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo asikia navyosema, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Lito changu halitanirudia bure Mapenzi yangu. Bali, itatimiza mapenzi yangu nalo litafanikiwa katika mambo yale nilolituma. Ni yeye kalituma, haleluya! Hajisariti, haji, hajawahi kujisariti katika maneno yake, Amen. Mungu wa mbinguni hajawahi kujisariti, hajawahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kisikia katikati ya kuomba, ukisikia kuna mgonjwa mahali, yaani unasikia sauti kuna mgonjwa mahali, yule mgonjwa ni mgonjwa, mgonjwa wa siku nyingi asa, unasikia sauti akwambia hivi, ukitoka ibadani, nenda kamuwekee mikono yule mgonjwa atapona. I say ukitoka nenda. Bwana Yesu asifiwe sana, nenda, alikuwa anakusubiri wewe. Ugonjwa na jina la ugonjwa alionao visikutishe, sikiza sauti, aliyesema na wewe ni kuu kuliko ule ugonjwa sauti na ukubwa aliyesema na yeye ni mkubwa kuliko ule ugonjwa, ana nguvu kuliko ule ugonjwa, ana uwezo kuliko ule ugonjwa. Nenda kwa sauti aliyekutuma. Kuna mambo utaona yakitokea, Bwana Yesu siku sasa hivyo utaona mambo yakitokea, na kufundisha kutabiri eh, na kufundisha kutabiri. Juzi tulikuwa tumekaa pale, juzi tulikuwa tumekaa tumekaa pale tunaongea mimi, mke wangu na wengine, ikatokea likatokea likatokea lile kimbunga kubwa refu lilipanda juu, alafu ilipofika juu nikajichora kama bakora, sio rohoni, ni mwilini. Nikaambia hili lina ishara ndani yake. Hii bakora inaweza kuwa nifimbo, <laughs> ni fimbo inayomhusu mtu. Haleluya! Sasa ngojeni mtasikia tu. Tumekaa alafu, ilikuwa ni siku, kuna ndege alikuja akafanya ishara, yule nani yule, wale wanaitwaje, mwewe ni tai, wale wanaokamata kuku, akafanya hivi, akapiga mara tatu, akapiga tukiwa tumekaa pale kwa mama, nikaambia hivi, hii nayo ni ishara, kuna jambo litatokea. Angalia anavyopiga ile mabao matatu, apiga mara tatu, pa papa Si baada ya baada, si baada ya hii siku tatu zijazo, kuna kitu kitatokea. Alafu tukaje tukaona kile kimbunga, tumekaa tu tukasikia huko makanda kuna kimbunga kitaka kubeba mtu Kilimbe, sio kubeba kilimbeba, yani hapa kamurusha mpaka kule. Hii ni ishara ambayo kuna kitu kitakuja kutokea. Ile ni fimbo ilijichora juu, yani kuna adhabu itakuja itakuwa na walengwa Bwana Yesu asifiwe sana. La lijichola kama bakola, kuna fimbo itakuja, lakini fimbo ile itakuwa na walengwa, na nilisikia kutabiri hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana, nilikuwa nasikia, nikanena, uginena kinatokea. Kwa hiyo nini nataka nikufundishe? Mimi nataka nikufundishe namna ya kuishi rohoni. Kuishi rohoni, kuishi roho. Yaani kuishi rohoni, kuishi rohoni, kuchagua tu maisha ya kiroho, wewe ni nabii. Kuchagua maisha ya kiroho wewe ni nabii. Nyinyi watu wengi walikariri maisha yale ya zamani kwamba nabii palikuwa na nabii mmoja tu. Sasa hivi kila aliyemiminiwa roho ya Mungu ndani yake huyo ni nabii. Tabiri kitu juu ya maisha yako, maisha yako hayatabaki pale pale. Tabiri kitu juu ya uchumi, tabiri kitu juu ya taifa, tabiri kitu juu ya ukoo wenu. Kuna mambo utaona yatokea wakati unaomba. Kuna vitu Mungu anakuambiaga fanya, fanya, utaona mambo yakitokea. Yesu asifiwe! Sana usiwe mwoga, yaani kapiga magoti, sikiliza tu. Katikati ya kuomba kuna vitu unavisikia, katikati ya kuomba kuna vitu unavisikia. Unavisikiaje? Au bado tuombe neema kufunguliwa masikio? Maana haya nayo tunayafanya hapa hapa tunayafanya, kuombea sikio lako la kiroho, sikio lako la kiroho lifunguke, unapoomba usikie akisema na wewe Yaani, kuna sauti nakangunaisikii ukiomba unasikia, ni kama kuna kitu kinaongewa, yaani sio sauti kama hii. Unasikia kwenye roho yako huku, ni kama kuna kitu kinakuambia fanya kitu fulani. Sasa unachokisikia kile, ni Mungu anakuwa anaongea na wewe. Haleluya, ni Mungu anakuwa anasema na wewe. Sikiliza hayo maelekezo. Baada ya ibada, baada ya hayo maombi, fanya kile alichokuwa naelekezwa, utaona Mungu alifanya hata ukishingia na kumwambia mi, nenda kabulini, baada ya hapo nenda kabulini, nenda kaweke mkono kwenye kabuli fulani, huyo mtu atafufuka nene. Nene. Utaona sulisikia. Utaona ile kabuli kipasuka kitoka. Si Mungu kasema? Ni Mungu kasema. Unamwona Ezekiel ka, Ezekia alichokifanya, alikuwa anaambiwa kwa jinsi ya roho, ametoka rohoni akaenda mwilini kufanya alichoambiwa rohoni, anaenda ukifanya nini kimwili akaenda kwenye lile bonde lililoelekezwa, asema nashuka tu pala, mifupa imezagaa kila mahali. Anaanza kutabiri, enyi mifupa mikavu, Bwana asema, lisikieni neno la Bwana asa, utaishi tena. Alipoanza tu ile kazi, alisikia kishindo cha matumaini, kishindo ambacho kilikuwa ni utambulisho ya kuwa yeye aliyekutuma hawezi kukuaibisha, hawezi kukutelekeza, hawezi kusaliti, yuko mahali hapa kutimiza kazi yake. tamka

akaanza kuona ile mifupa inaanza kujikusanya yani, kama fuvu la, la, la kiwiliwili hiki lilikuwa kule mbali, lilianza kubiringita linatafuta mwili wake linakuja kuunga. Kama hivi vitanga vya mikono vya wili hii kilikuwa huko na kule, kilianza kutafuta mwili wake uko wapi, kinakuja kuunga. Kama huu mguu ulikuwa huko, ulianza kutafuta, unakuja kuunga. Haleluya! Nataka nikwambie kuna gani mwingine, tabiri kiwa uchumi wako uliosambaratika huko na kule, vitu vyako vilivyopoteana huko na kule, heshima yako zimepotea na tabiri kurudi kwake, kwa utaona inajikusanya yenyewe, inajikusanya yenyewe, vilivyopotea vinajikusanya yenyewe, vinakuja vyenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Usiogope, fanya tu, fanya tu, fanya tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kupaga nafasi uombe na kupaga nafasi uombe ni kwa sababu najua kuna vitu Mungu anaweza kukuelekeza hata juu ya kanisa mimi naheshimu mtu anayesikiza sauti ya Mungu kuliko na hiki. Nadhani ni wewe kujifunza kwa baba yangu mmoja wa kiroho. Siku moja binti mmoja mdogo sana alitumwa na Mungu kutoka kutoka Yudo, kuna Yudom pale mbele, kuna kuna, kuna, kuna ka kijiji kanaitwa kanaitwa Ngong'ona, unaelewa ile? Kabiti kametumwa na Mungu, kakiwa kaombaji, kamesikia sauti, kametumwa na Mungu kalete kaje kutabiri kwenye ile kanisa. Kalipofika hivi, ndio kakamwambia mpokeaji, kipindi cha wageni ofisini kwa mchungaji, kakasema, mchungaji, nataka nikuombee. Mchungaji akapiga magoti, hakajui akachungaji, ni askofu sio mchungaji bishop kabisa, akapiga magoti, akaanza kuombewa kameomba kame kameomba kamenena kwa lugha kameomba, kalipomaliza kakamkazia macho, kaanza kumwambia hiki ndio kitu ambacho ku unahitaji kwa sasa, maana wazee wako wa kanisa wamelala, washirika wamelala, hata wakitangaziana maombi ya mfungo wafungi. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu kakaomba nafasi pia ibada, wakati naendelea, kapewe nafasi kaongee lipokuja ni kadogo kadogo, kalipoanza kuonya kanisa, semnyewe melala, mzigo wote amemwachia mchungaji melala, muombi, watu walilia, walianuka, kakila kanachoongea yote ni ya kweli. Faida hii inaitwa faida ya kutii sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, we msikilize tu. Ukianza kusikiliza na kufanya kama anavyokuambia, unaji, anakufanya kuwa rafiki rafiki wake. Unaona, kwenye kitabu cha Hesabu sura ya kumi na mbili mstari wa sita anasema hivi: pakiwako na nabii kati yenu, mimi Bwana nitasema naye kwa itasema ndoto nitasema nitajifunua kwake kwa kwa maono pale mshaasema, sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, kwake yeye ni mwaminifu nitasema naye waziwazi, si kwa mafumbo na umbo la Bwana yeye atanini, ataliona. Kumbe kuna watu ambao wanasikia sana ya Mungu na wanafanya na kutekeleza kama anavyotaka, na watu kama hawa Mungu amewateua amewaweka kuwa karibu zaidi na yeye, yaani kadri anapoendelea kusikiliza na kufanya kama anavyosema anavyokuambia ndivyo unavyozidi kuboresha urafiki wako wewe na Mungu. Itafika atakuwa anakutuma mpaka Ikulu, wote wananyamaza kimya, kinywa na kusikiliza wote, kwa sababu kutuma na kutuma na utisho na wake. Kuna kipindi fulani wako kusomea maandiko naoelezea habari ya utisho wa Mungu, asema akutumi tu uende mweupe mbele yako anaachilia utisho, ni mdogo kabisa wewe, lakini kuna watu kisimama katikati yao, wanaangalia chini wanasuduru wajua kuangalia chini, maana yake ni nini? Na kuogopa Kana, papa, na kuheshimu aleluya. Kuna watu ukipita katikati yao hata kama ni wakukiasigani ule utisho utawainamisha chini, utasema neno juu yao. Bwana Yesu asifiwe. mwezi wa kumi, mwezi wa kumi, mwezi wa kumi.